Kuelekea kilele cha Mei Mosi hapa mkoani Singida michezo mbalimbali inaendelea kufanyika katika viwanja mbalimbali vilivyoandaliwa kufanyika kwa michezo hiyo. Hapa ni katika kiwanja cha Magereza, umefanyika mchezo wa kuvuta kamba ambapo umeshirikisha timu mbalimbali wanaume na wanawake. Kongole nyingi zikatolewa kwa Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Dendego kwa kuweka mazingira rafiki kwa wageni ikiwa ni pamoja na kuimarishwa kwa usalama na huduma za afya na kusababisha watumishi waliopo mkoani hapa kufanya michezo yao kwa amani na utulivu. Naitwa Alex Temba, katibu mkuu kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii na kupitia mheshimiwa Rais kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Halima Dendego kwa kutupa ushirikiano mzuri kama mkoa, kwa kweli tunaendelea kushukuru. Huduma za afya, usalama mpaka sasa hivi, kwa kweli watumishi wako wakifanya michezo kwa amani, usalama uko kwa hali ya juu. Katika mchezo huo wa kuvuta kamba timu ya wanawake Maliasili imeshinda timu ya wanawake TAMISEMI huku timu ya wanaume ya kuvuta kamba ya Uchukuzi ikishinda mchezo wake dhidi ya timu ya Takwimu kwa majina anaitwa Titike Maganga Sengerema, ni mchezaji wa Maliasili Sports Club, ambaye ni pia ni mwanamke ambaye niko kwenye timu ya wavuta kamba wanawake. Tulijipanga kisawasawa, kwa sababu tulikuwa tunajua kabisa kwamba timu tunayoenda kukutana nayo ni ngumu, halafu wao ni wazoefu wa miaka mingi, wachezaji wetu wengine, sisi ni wageni, lakini pia kwa jitihada za kocha wetu Gabriel ameweza kututrain vizuri na kutupa mbinu zake za kivita ambazo ndo zimetumeweza kuzitumia pale na kushinda katika mvuto wa tatu. E, kwa sababu wapinzani wetu naona walikuwa wamejipanga pia, tuliweza kutumia mbinu zote baada ya kuona mbinu yetu ile ya kumvuta tembo inataka kukwama. Kama ulimsikia kocha akakwambia tusimike, maana yake tukiambiwa tusimike, maana yake ni kukita chini na kustopisha mchezo ili wenzetu wale wanapoendelea kutuvuta waishiwe nguvu ndio tuondoke kwa kasia. Kwa jina naitwa Uswege Rufingo ni katibu wa Hazina Sports, lakini pia ni mchezaji wa kamba. Tumevuta kamba hapo kwa sababu, lakini pia wenzetu hawakuweza kutokea, hatujui changamoto yao ni nini, lakini e, sisi tumeleta timu tumepata ushindi mivuto yote miwili, kutokana na wenzetu hawajahudhuria hawaja hawajaleta timu uwanjani. Sasa sijui huenda kama wameogopa vidali hivi lakini Ee, mimi naamini sisi tupo kiushindani na tumekuja kupambana kwa ajili ya kuiwakilisha wizara fedha na kumwakilisha e, mlipaji mkuu wa serikali ambaye ni PST. Nao baadhi ya wajumbe wa kamati ya mashindano Meimosi wakaeleza hatua ya mashindano hayo ilipofika. Naitwa Apollo Kayungi, ni mjumbe wa kamati ndogo ya mashindano ya Meimosi taifa 2025 ambayo yanafanyika katika mkoa wa Singida. Lakini pamoja na kwamba ni mjumbe wa kamati ndogo, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi wa mashindano haya chini ya kamati kuu ya mashindano jumla, sh... jumla ya timu zilizowasili kituoni kwa mchezo wa kamba wanaume ni timu ishirini na nne. Mchezo wa kamba wanawake ni timu 19, mchezo wa mpira wa miguu timu 24, mchezo wa netiboli timu ishirini na nne. Makundi yetu tumeagawa, kila mchezo ni kundi A mpaka D. Kila kundi limejumuisha timu sita. Hatua tuliofikia mpaka sasa hivi ni hatua ya makundi. Mpaka kesho kutwa tunaenda kwenye ufunguzi, tutakuwa na michezo ya kumalizia makundi, kulingana na kuahirishwa kwa baadhi ya michezo, tukizingatia imani za washiriki, Ijumaa Kuu, Pasaka. Kwa hiyo tunakuta kwamba tumeweza kuvunja baadhi ya muda ili kuweza ku, kukizi matakwa ya imani za watu. Kwa hiyo tarehe ishirini na mbili kwenye ufunguzi tutakuwa tumemaliza group stage, na baada ya hapo tutakwenda na nebola kwa kila kundi, kwa maana ya kamba wanawake, kamba wanaume, mpira wa miguu na mpira wa netiboli. Mashindano kwa kweli yanaenda vizuri, kwa kweli mpaka sasa hivi maendeleo ukiangalia kwa upande wa football timu zimeshaona mwelekeo kwamba ni nani anayetoka kwenda robo fainali, pamoja na netiboli hii tu sasa hivi tunakwenda kukamilisha. Lakini kwa kweli mashindano mwaka ya mwaka huu makundi yamekuwa ni magumu sana. Timu zimeweza kujiandaa vya kutosha, kwa kweli tunawashukuru viongozi wetu. Ni ipi kauli pendwa wanaoisubiri kutoka kwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kilele cha maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi? Naitwa Mgusi Msita, Msita ni mwenyekiti wa Azina Sports Club. Uh, sisi kama watumishi wa umma huwa <laughs> tunafurahi tukisikia mheshimiwa kwamba mwezi huu, mwaka huu, mshahara nitaongeza kidogo. Kimsingi kaulipendwa tunatamani tusikie kaulipendwa, sisi kama wafanya kazi kwamba mama anasema, vijana wangu, mnafanya kazi basi kuna kasilimia fulani kwa kuongeza kwenye mshahara, basi vijana waweze kuendelea kupata kwa sababu sababu yeye ndio mwenye nchi, yeye ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo sisi tunatamani kupokea hicho kitu kutoka kwake. Nipende kumpongeza mama kwa jitihada zake zote anazozifanya kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naamini ni pia yeye pia amewezesha sisi watumishi wa serikali kuwepo hapa kwa ajili ya kujiandaa na, na Mei Mosi lakini pia kauli yetu pendwa watumishi ni ile ile kwamba mshahara uongezeke. Hata hivyo katika mchezo huo wa kuvuta kamba, baadhi ya timu hazikuonekana uwanjani, ikiwemo Ukaguzi, Viwanda, Singida Manispaa na Rasi Singida na kuzifanya timu zilizokuwepo uwanjani kupata alama bila kuvuja jasho.